Akaniambia hivi, nina mgonjwa yuko Mwimbili, ninaomba nitafutie mtumishi wa kwenda kumwombea. Nikamwambia nitaenda kumwombea mimi. <laughs> Aliniangalia kuanzia kichwani mpaka miguuni, aliangalia hali yangu kamwili kangu nilivyo, akanidharau akasema, kuna watumishi wapo, naomba unitafutie. Nikamwambia, baba, mimi nitaenda kumwombea huyo mgonjwa wako. Akaona aibu kunikatalia, Akaangalia akasema, haya. Na yule kijana alikuwa amefanyiwa operation ya kichwa kwao, hali ikawa kawa ni mbaya, anahitaji watu wakamwombee, kwa sababu hata kauli haongei. Nikaambia Mungu, hapa tunaenda wote, haleluya. Nikasema leo tunaenda wote, unalegeza viuno, haleluya, tunaondoka wote. Nimepanda Nimeenda mpaka kule, nimefika Muhimbili. Mke wake alivyonitazama, akamuuliza mtumishi yuko wapi? Akasema huyu ndio huyu, akaambia eh, ee, ndio huyu. Nilimwambia nitafutia, akasema atakuja kuomba mwenyewe. Akamwambia baba na wewe, akamsogeza pembeni, baba na wewe unajua lazima wewe serious na vitu vingine, yaani ndio umemleta huyu mtiaji aje amuombe. Na mimi huku pembeni nasema leo na itajulikana kama mnaangalia mwili au mnaangalia Mungu aliyeko ndani yenu. <coughs> Haleluya. Nikasema nitamwombea alafu nikamwambia, Yesu tusiaibishane, wewe ndio umenileta umenipa utumishi huu, naomba Yesu tuheshimiane, mimi naenda. Wakaniingiza kwenye kile chumba cha yule mgonjwa, niliingia yani kama vile Yesu ni wangu peke yangu, hamiliki na watu wengine, mimi ndio namiliki. Nikafika pale nikaanza kumwombea. Wakati naomba, alikuwa hana ufahamu, akashangaa anaanza kutikisa kichwa, wakashtuka hapo unajua moto uliongezeka ndani, nikaanza kuomba zaidi. Kadi navyoomba yule anazidi kufunguka, anazidi kufunguka. Baadaye wakakuta anaongea, nasema jamani, nitoeni haya machuma kichwani, nitoeni haya machuma kichwani. Baba yule alishangaa, haleluya, yule mama alishangaa, sio tena hiki kibinti wanaza mtumishi, haleluya, tumishi. Nikamwambia na mimi ni mtumishi, ndio, bwana asifiwe. Unajua, baada ya kumwombea yule ndugu, nilipomaliza yale maombi, ninarudi nyumbani, akanambia ingia kwenye gari nikusindikize. Ah, nikakaa mbele, haleluya, nikaondoka. Kwa hiyo nilipofika karibu, akaniambia hivi, chukua hii nauli upande gari uende nyumbani. Alivyonipa ile nauli, aliweka kwenye basha. Unajua, nauli siu ilikuwa mia mbili. Nikasema nani apande gari yaani, hapa sipandi gari, natembea kwa mguu. Nikaanza kutembea kwa mguu kwenda nyumbani, ninawahi sasa. Nikaangalie kwani umo kuna nini? Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Nafika nyumbani, nafungua basha, ni ada ya mwaka mzima imetosheleza. Haleluya, haleluya! Nini regeza viuno vya adui ili viachirie marango Haleluya, nikaenda nikalipa, nilienda kama nilivyomwambia. Baada ya wiki moja, Yesu akafanya mujiza. Lazima huwe na cha kufanya ili Mungu naye akupe pia. <coughs> Haleluya, lazima huwe na cha kufanya ili na wewe Mungu akufanyie. <coughs> Atukuzwe Yesu. Nikaenda nikasoma bwana, QT yangu Nikafanya mtihani wa QT nikafaulu, nikafanya form 4 nikaenda certificate, nikaenda diploma. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama elimu ni ndogo, lakini nilitoa ujinga. Oh, mpaka niwe na masters kwani vipi? Lakini si maisha ni yale yale. Bwana asifiwe, haleluya. Kona wasema walioenda shule, na mimi nitatokea tu nini. Viuno vilisharegezwa. Bwana apewe sifa. Tunaregeza viuno vya adui, malango yako yawe wazi. Usipambane nao, pambana na viuno. Vilikazwa viachie. Walisema hautasoma, wewe, biashara yako itakufa. Nenda tu kwenye viuno vitetemeshe, vinaachia. Viuno vikianza kutetemesha, mambo yanaachia. Haleluya! vilivyokuwa vimeshikiliwa na dondosha. Kwa sababu gani? viuno vimekazwa, halafu umeachiria tetemeko. Tetemesha! Unapotetemesha hakuna anaweza kustahimili tetemesho linapopita. Sijasema tetemeko, nimesema tetemesha. Tunaenda pamoja, tuko tayari kutetemesha viuno vya wafalme waliosimama mbele yako waliokaza marango yako Mungu anatetemesha na kila kitu kinakuwa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama hapa ili napoomba ujue kwamba unaombea kitu. Atukuzwe Yesu. Kwa hiyo ukiendelea kulia kwamba ani nafanya biashara iendi, tetemesha viuno, biashara yako itafunguka tu. Unasema, mbona ndoa yangu Bwana? Yani na vita, hakuna maelewano na mme wangu. Tetemesha viuno kama kuna mtu alishika mme wako, ataanza tu kutetemeka. Sasa nataka, na mtu mwenye ugonjwa wa kutetemeka atamwachia. Atukuzwe Yesu! Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo naachiria, naachiria tetemesho kwa wafalme waliokaza marango yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu leo. E Bwana, ninatetemesha vilivyokaza marango yangu, yawe wazi leo, yawe wazi leo. Wewe umesema utatetemesha na utaregeza viuno vya wafalme, na mimi leo ninaregeza viuno vyao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu mi nataka tufanye hili ombi, si ndio? Amen. Amen. E, regeza. Tunaposema regeza maanaake, hata kama watu walikaza, walikuwa jeuri, mambo yanaregea, wanaachia na nawe, wana na unapita salama. Naomba usimame sasa tuombe. Utasema mtumishi ametaja ombi moja, lina nguvu hilo. Amen. Amen. Pambana pa na hivyo viuno vitetemeshe, e, mme wako ni kiguu na njia, pereka tetemesha kiuno mke wako nini, tetemesha kiuno, haleluya! Maadui wamesimama kwenye marango la biashara, tetemesha viuno, wa ukitetemesha marango yatafunguka. Nyosha mikono yako mbele za Bwana, mwambie sema, Bwana Yesu, nina kushukuru asante kwa upendo wako na uaminifu wako juu ya maisha yangu, wewe ni mwema sana, naona niwazia mema. Tazama e eh Bwana, malango yangu yalikaza mbele yangu, adui alikaza malango yangu, na wewe umenielekeza maeneo ya kumpiga adui ili achie malango yangu, nami napeleka, nami napeleka, ninatetemesha viuno vyake vilivyokaza malango yangu, natetemesha viuno vya ganga viuno vya wachawi kwa damu ya Yesu. Naachilia tetemeko litetemeshe, watetemeshwe leo, natetemesha viuno vyao yaliyofichwa, yaachiliwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Natetemesha na tetemesha nguvu yao na tetemesha viuno vyao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. ni tetemesha kwenye rango langu la biashara, ninatetemesha waliokaza marango yangu ya biashara kwa jina la Yesu, wanaozuia ili nisiuze, wanaozuia ili nisiuze, ninaachilia, ninaachilia hizo silaha, ninatetemesha hivyo viuno, hivyo viuno kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, tetemesha, tetemesha, we tetemesha tu unapotetemesha, anasema malango ya shaba yatafunguliwa na mahali palipokaruzwa pata sawa zishwa mahali popote, adui aliweka mbinu zake, silaha zake, vinatetemeshwa malango yanaachia, hazina yako itaonekana, biashara yako itastawi, achiria kwa damu ya Yesu ali hai! Tetemesha tetemesha, regeza viuno vyao, regeza viuno vyao kwa damu ya Yesu ali hai, kwa damu ya Yesu ali hai. Tunaregeza hivyo viuno vya wafalme, hivyo viuno vya wafalme. Unaporegeza unaondoa nguvu yao, unaondoa kiburi chao, unaondoa tegemeo lao. Kwa damu ya Yesu ali hai, tetemesha tetemesha tetemesha, nguvu yao inaondoka, wanakuachia kwa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ali hai, kwa damu ya Yesu ali hai. Wewe tetemesha tu, tetemesha tu, tunatetemesha tetemesha tetemesha, tetemesha viuno vyao, tetemesha tetemesha ili malango yafunguke, tetemesha tetemesha, kwa damu ya Yesu ali hai, tunatetemesha tunatetemesha tunatetemesha tetemesha, tuna tetemesha, tuna tetemesha, tuna tetemesha, tetemesha viuno hivyo vilivyokaza vimekaza una unatamani kuuza hauzi viuno vikikaza, hauwezi kuona hazina zako, hauwezi kuona baraka zako. Tetemesha tetemesha tetemesha marango yawe wazi kwa damu ya Yesu ali hai, tunatetemesha leo, tunatetemesha leo, wachaina waganga waliokamata waliokaza marango yako, wamekaza marango ya biashara ili usifanikiwe, wamekaza marango ya ndoa ili usiwe na amani. Tetemesha kwa damia damu ya Yesu tetemesha kwa damu ya Yesu. Wamekaza marango ili usipandishwe cheo, tetemesha. Regeza regeza regeza viuno vyao, anasema nitaregeza viuno. Tunaregeza tunaregeza tunaregeza tunaregeza. Kuna watu wamekaa ofisini, wanasema wewe hautapandishwa cheo. Regeza, ondoa nguvu yao, ondoa nguvu yao. Ondoa nguvu yao kwa damu ya Yesu ali hai, kwa damu ya Yesu ali hai. Tunatetemesha tunatetemesha viuno vyao vinatetemeka, vinatetemeka, vinatetemeka, ndio vinatetemeka, vinatetemeka, vinatetemeka. Wamekaza huduma yako isisogee, unatamani huduma yako istawi, bado uko pale pale, bado nazunga pale pale. Tetemesha wakuu wa giza waliokaza, waliokaza marango yako, rabu uko sakaria nda tunatetemesha leo tunatetemesha leo tunatetemesha leo tunatetemesha leo kwa damu waliha tunatetemesha tunatetemesha tunatetemesha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, sema ya Yesu, ninaingia sasa. Mahali adui amekaa, natetemesha, natetemesha viuno vyake, natetemesha viuno vyake, ninamuondolea kiburi alicho nacho, ninaondoa, ninaondoa kiburi chake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hazina zangu leo zinaachiliwa, leo zinaachiliwa, malango leo yanafunguka, leo yanafunguka marango ya shaba yanakatika yanakatika, na tetemesha na tetemesha viuno vyao, na tetemesha viuno vyao, marango yangu yanafunguka sasa yanafunguka sasa, marango ya shaba yaliyosimama kwenye biashara yanaachia, yanaachia, yanaachia, yanaachia, napiga, tetemesha na tetemesha na tetemesha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu! Hayo malango yaliyofunga kibali changu leo yanaachia, leo yanaachia. Natetemesha hawa wachawi hawa hiyo mizimu inachechemeshwa inachechemeshwa inachechemeshwa, hawa wakuu wa giza, wafalme wa giza wanachechemeshwa wanachechemeshwa wanachechemeshwa. Haya, wachechemeshe wachechemeshe wachechemeshe wachechemeshe kwa damu ya Yesu aliye hai, tunachechemesha tunachechemesha kwa damu ya Yesu, nda wewe, chechemesha raba sakaria Pereka tu Bwana atetemeshe viuno, Bwana atetemeshe viuno, Bwana atetemeshe viuno. Bwana anatetemesha, Bwana anatetemesha viuno vyako, marango yako ya huduma yanaachia, marango yako yanafunguka, marango yako yanafunguka. Tetemesha, tetemesha, tetemesha, raboko sakarianda, raboko sakarianda, kwa damu ya Yesu, haleluya, kwa damu ya Yesu, haleluya. Tunatetemesha, tunatetemesha, nenda kazini kwako, nenda mpaka pale ofisini basi watetemeshe, wanaoingia kwenye maisha yako watetemeshe, iwe ni nyumbani kwenu, wamekaza vifungo, vimekaza, tetemesha, vinawaachia, tetemesha, tetemesha kwa damu ya Yesu aliye hai. Ndiyo, ndio, ndio, tunatetemesha, tunatetemesha, tunatetemesha asubuhi ya leo, tunatetemesha, tunatetemesha hayo malango hayo malango hayo malango ya shaba yanapasuka, hayo makufuri yanaachia, tetemesha, tetemesha. Kwa damu ya Yesu ali hai, kwa damu ya Yesu ali hai yes, tetemesha, yetemesha, tetemesha kwa jina la Yesu, sema ya Yesu, milango iliyokaza Mirango iliyokaza ya biashara, mirango iliyokaza ya ndoa, mirango iliyokaza ya elimu kwa watoto wangu, mirango iliyokaza ya kibali, naachilia, naachilia, naachilia tetemeko kwa damu ya Yesu. Natetemesha, natetemesha hawa waliokaza marango yangu, waliokaza kibali changu, waliokaza huduma yangu na watetemesha leo, na watetemesha, na watetemesha, watetemeke, watetemeke, watetemeke. Kwa damu ya Yesu, haya watetemeshe, watetemeshe, watetemeshe. Wengine wamebeba biashara yako hawataki kulipa hata madeni yako, watetemeshe, waachie hera zako, watetemeshe, waachie vitu vyako, watetemeshe, watadondoka tu, wataachia, wataachia kwa Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu aliye hai watetemeshe, watetemeshe, watetemeshe, watetemeshe, watetemeshe, watetemeshe. Ukiwaacha wataendelea kukaza, watetemeshe. Unapotetemesha malango yanakuwa wazi.